Kesho pamoja nawe kama familia moja, nataka sio kupitia mradi huu, lakini miradi yote, tuhakikishe kwamba yale malengo ya serikali ya kuanzisha huu mfuko yanatimia, tunahudumia wastaafu ikiwa ni pamoja na mimi lakini pia tuna mchango mkubwa sana kuhakikisha kwamba kwa upande wa investment tunatumia all our energy, our profession and all opportunities kuhakikisha kwamba kweli upande wa investment, na sisi tunatoa mchango mkubwa katika uchumi wa nchi hii to create ajira zaidi, lakini pia tuchangie maendeleo ya nchi, na inawezekana kabisa. Washukuru sana. Mimi nimejifunza vitu vingi sana, ao ongeesani tuko pamoja, kwa kisha mradi unasonga mbele na utasonga, nao utasonga. Asanteni sana. Majichumbi wananufaika na kiwanda kulingana na tunapata ajira, lakini pia majichumbi tunanufaika uh, na kupata maji hususan, kuna kisima ambacho kinasukuma maji kuleta kiwandani, lakini na wananchi tunanufaika nacho. Lakini pia tuna faida ambazo ni barabara ambayo kiwanda kimechonga hadi kijiji jirani ambacho ni majichumbi. Namshukuru Mama Samia Suluhu Hassan kwa ajili ya kutusaidia kiwanda hiki kuwepo mali hapa ambacho kinasaidia vijiji jirani. kazi wa majichumvi wananufaika kwa kupata ajira, barabara pamoja na maji. Kipekee tunamshukuru Mheshimiwa Rais Samia Suluhu kwa kutuwekea kiwanda hiki hapa katika wilaya ya Mvomero.